Uchebe, sisi tunashinda, wanaoumia mm. nafasi ya pili mm. tunawatesa kwelikweli, na tulikuwa tumedhamiria, na tuliwambia raundi mm. ya pili sio ya mchezo mchezo, raundi mm. ya pili ni ya moto mm. tutawapelekea moto mpaka waliko mm. hatuna mafuta ya mamposa mm. wala mafuta ya shehe ya haya, ila sisi tunapeleka moto kwenye pichi. Mmeone, mmemwona Prince Dube kwanza, jamani, uandishi waandishi hebu yeah, mpigieni makofi Prince Dube Mpumelelo. Mmemwona kazi anayoifanya, yule ni namba tisa au ni kiungo hapa katikati? Kwa sababu kazi anayotakiwa kuifanya kiungo ndo anaifanya Prince Dube Mpumelelo, anazalisha asisti, anafunga na ndio maana tulisema tunaenda kuzalisha Dube. Huyu akiwepo Yanga kuwa ndio top Top, top, top skora no penati, goli kumi na mbili. Kuna duda lina goli kumi na mbili, penati ngapi? Nane. Goli halali ni goli nne, na goli zenyewe zinatengenezwa na marefarii. Tutafika, tutafika mbida. Nani penati nane, hata goli kumi na mbili haijafikisha eh? Nani hauwa ndio sila wanamsifia aua umenielewa Chebe eh? Watani zenu nasema, wachezaji wakubwa wote uh, wanacheza michuano ya cup, wewe umekuwa kwa sifa wachezaji wako ambao wanacheza ligi kubwa kwene hilo, naongeleaje nataka ni, ni kujibu vizuri sana mwandishi, kwanza swali zuri. Umenielewa yeye kama ni kumpigia kelele au kumsifia au ku, yani kama ni maneno ya utani, wataniane na Coastal Union, umenielewa wataniane na nani, Coastal Union. Coastal Union kwa sababu gani? nawaambia mimi na, na Azam tulikuwa klabu bingwa, yeye walikuwa wapi? walikuwa wapi bwana? Mnamng'unya shirikisho, mimi nilikuwa hapa shirikisho, nilikuwa hapa michwano ya shirikisho, huko nilikuwa klabu bingwa, umenielewa mshindi wa tatu na wa nne. Maji na, na unga vinafanyaje? Vinajitenga. Mimi nilikuwa klabu bingwa, kuna haja ya kumwonea wivu? wanajisifu ndo timu kubwa iliyobaki Afrika Mashariki, yeye amwambie Koso Union. Hayo maneno akamwambia nani? Koso Unioni, nataka niwaulize, anakuwa mwakilishi kule, alikuwa bingwa wa kombe gani hapa Tanzania? Alikuwa bingwa wa kombe gani? Alifuzu lakini angoja, alifuzu kupitia kombe gani? Uwakilishi wa kombe gani? Ligi Kuu bingwa alikuwa nani? Yanga fi alikuwa nani bingwa yeye alikuwa na ubingwa gani? Ngoja sikiliza. Acheni mambo yenu propaganda. Nataka ni wajibu umenielewa. Biashara alichangia, umenielewa? point? Umenielewa? Azam amechangia na Mungu amechangia, Yanga amechangia, yeye amechangia kipi ambacho anajisifia yeye? nafasi ya nne. Ngoja nikuulize, umenielewa? Kwani leo leo, leo. Waidadi, mendelewa, sametolewa yeye ana Waidadi. Nani mwenye sifa kubwa? Ana kikombe chochote? Wewe una umri gani mpaka sasa hivi? 25. 25, ulishaiona Simba nacheza nusu fainali? Toko tok, umezaliwa kwa ubora gani? Sina wivu. Sikiliza, sikiliza mimi cha kuniumiza umenielewa? Kama hivi tunashiriki wote NBC, sio akiwa bingwa naweza nikaumia. Niwashiriki wote FA akiwa bingwa nitaumia, umenielewa kombe la shirikisho haliwezi kuniumiza mimi hata kidogo. Sikuwa naye wanasema analeta ubingwa wa Afrika kwa mara ya kwanza. Sikiliza, ubingwa gani leni kombe la wasiojiweza, kombe la kina mama. Mwenye kitoa alisema kombe lakina mama na ukicheza fainali ni sawa, umecheza makundi klabu eh? yeah, na mimi mkumbuka kipindi kile ninaenda kucheza hadi fainali, nani alikuwa bingwa wa ndani kwa NBC? nani alikuwa bingwa wa FA? sikustahili mimi kwa sifa hiyo eh? oh, sasa yeye leo anapiga kelele, nafasi ya tatu. Tusingekuwa na nafasi nne, angepiga kelele wapi angempigia kelele nani? Ndio maana akamwambia hivi, huku hakuna mafuta ya mamposa, huku hakuna mafuta ya shea ya haya. Kama ni mwanaume, kama ni mwanaume aache kutoroka mechi. Umenielewa? Kule ameenda kuwakilisha wajinga wenzie, kama kinakoso unioni bigman na timu nyingine, wajinga wenzie wajinga wenzi, yeah. Naomba mnielewe, umenielewa vizuri, sio kumwakilisha Yanga. Yanga mpaka sasa hivi anaenda kutetea nafasi yake ya ubingwa NBC na mwakani, anaenda kucheza wapi? Ligi ya mabingwa na FA tunapita naye mwakani. Yeye anaenda kwa kikombe gani? anaenda kufungia fainali, fainali gani? Sikiliza, umenielewa Unauhakika Simba atakuwa na nafasi ya tatu au ya nne? Unauhakika kwenye ligi? Unauhakika hiyo? Unauhakika kwa mpira gani unayoonyesha kwa mpira huu amwempasa, kwa mpira huu ashaya haya, haiwezekani. Nawambieni, mwambie atafute sehemu ya kutafuta uwakilishi wake huko, ndio kichaka chake, lakini sio huku, tuko wanaume.